Tunatakiwa kuwepo hapa tukiwa wazima wa afya njema, kwa hiyo kushiriki mafunzo ya wa watendaji wa vituo ambao ni wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunashukuru nyote kwa kutikia wito wetu na kufika hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo yatakayofanyika kwa siku mbili, kuanzia tarehe 26 hadi 27 Oktoba mwaka 2025. Pili, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi za wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Hongereni sana. Napenda kukumbusha kuwa uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha sabini na sita cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani namba moja mwaka 2024. Ai, ni vyema mkatambua kwamba wa kuzingatia masharti ya ibara ya sabini na nne, sita ya katiba ya jamhuri muungano wa Tanzania mwaka 1977. Tume huru ya taifa ya uchaguzi ndio yenye jukumu la kusimamia kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais wa jamhuri ya Tanzania wa bunge na madiwani kwa Tanzania Bara kwa kuzingatia maweza awali, kwamba ninyi mdioko hapa ametolewa kwa mujibu wa sheria nanteuzi wenu na wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais wa na wabunge wa Jamhuri ya Tanzania kwa Tanzania Bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mlivomangi wao. Ndugu washiriki, dhamana mliopewa kusimamia zoezi la upigaji kura na kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Tanzania na madiwani kwa Tanzania Bara ni kubwa nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu, hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakaopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi. No, mkuu, naomba nirudie hapa. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakaopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu Ndugu washiriki, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo, ambapo tutakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipatavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo na wa vituo 292 watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 292 vilivyopo katika kata 14 za halmashauri ya manispaa ya Bukoba.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 na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Mambo ya kuzingatia. Ndugu washiriki mafunzo, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato, uchaguzi ni mchakato unajumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo upaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndiyo msingi wa uchaguzi huru na haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu katika wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuanza kwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika kutendo wa sheria uchaguzi. Msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu washiriki, kabla ya maliza hotuba yangu napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na yatakayotolewa na tume Naulizeni ili mpate kufanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine atakuwa na changamoto za kufahamu. Ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi, tumewapatia nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa shughuli hii. Pili, jihadharini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya, vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya, vya, vya, vya, vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Naomba nirudie hili, ndugu wa shiriki na changamoto sana, ji- jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya, vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala vya vya siasa, wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Tatu, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo nitakavyopangiwa nne, hakisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa na vihakiki na kuvikagua kabla ya kwenda navyo vituoni. Tano, hakisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa opi, upigaji kura kufika saa moja kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa mbili kamili asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya, vya mafunzo. Sita, ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika vituoni. Saba, Fanya mawasiliano a wasimamizi wa, wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri unahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Nane. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa, kwa, tisa, chabuzi, na na kwa sika, milifu, wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupigia kura cha mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tisa, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Hitimisho. Ndugu washiriki, kuna jama nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha ishirini cha sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi namba mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne nina nukuu: kwa madhumuni ya sheria hii mtumishi aliyeadhiliwa aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa natekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atakiwa kuzingatia katiba na sheria shiri, hii sheria wa ya uchaguzi ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote wa majukumu ya tume. Mwisho wa nukuu. Nimekinukuu kifungu hicho kwa misingi ya kuonyesha mambo manne yafuatayo: kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa tume mtawajibika kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na sio mamlaka nyingine isipokuwa kama jambo hili itahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi inakosa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Nne, kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa wanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji ya majukumu yenu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi chote hiki cha uchaguzi. Ndugu washiriki, kwa kumalizia na wasihi mzingatie mafunzo mtakaopewa na mtoe uzoefu yeah, wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu letu hili muhimu la mbele yetu. Baada ya maelezo haya, ninawatakia mafunzo mema kusimamia akatibu shughuli za uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Sasa napenda kutamka kwamba mafunzo haya ya siku mbili ya watendaji uchaguzi yanayofanyika hapa jimbo la Bukoba mjini kuanzia tarehe ta ishirini na sita, ishirini na saba Oktoba ni mafunguo rasmi.